Tuende moja kwa moja hadi kaunti nambari kumi na saba. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ameukosoa uongozi wa Rais Ruto akisema unapeleka taifa hili visivyo, akiwataka Wakenya kuwa makini katika uchaguzi ujao na kuchagua viongozi wanaoweza kukabiliana na changamoto wanazopitia. Viongozi mbalimbali mbali walikuwa wamefika katika hafla ya mazishi ya mfanyabiashara mashuhuri kaunti ya Makueni Jackson Mulei, kwenye eneo bunge la Kibwezi Magharibi, akiwemo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga na mwanamuziki Ruben Kigame, ambao wote wanamezea mate ikulu mwaka 2027 hapa, kila mmoja akitumia fursa hiyo kurushia Wakenya ndoano, wote wakikiri kuwa taifa la Kenya linahitaji kiongozi anayeweza kukabiliana na ufisadi, kuheshimu katiba na demokrasia ili taifa lipige hatua za kwenda mbele. Inji yetu ni kama imetereza, imetoka kwa reri, imetoka kwa reri. Tunataka kuja tuirudishe kwa reri, tufuate katiba yetu, tufuate katiba yetu, na inji hii yetu itakuwa vyema. Kitu kingine mimi nitapigania, na mniamini tafadhali. Mimi nitapigania wizi ile tunaita ufisadi hiyo ndio imeharibu inji yetu kwa sababu ya hiyo wizi, sababu ya hiyo wizi, watoto wetu sasa kama university they are going to use, to lose several terms, several terms semesters. Hospitali mnaona vile siko hii, tamaa yote mnaona. Kenya ni macho, mtu akiona shamba la mtu, mtu akiona bibi ya mtu Mtu akiona pesa za mtu shi. Mtu akiona kiti cha mtu shi. Naomba tujiandae kuchagua the first blind president in the Republic of Kenya kwa sababu wale rais wote wamekuwa wakiona hawajatusaidia. Hata hivyo, aliyekuwa gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana amewataka kukaza kamba, kwani wanayekabiliana naye si rais, na iwapo wanapanga kumbwaga basi shati waweke tofauti zao wa mbali na kuungana. Kauli iliyoungwa mkono na mridhi wake Mutula Kilonzo Junior. Nataka kueleza hawa marafiki zangu wako hapa, hawa wanatafuta urais, huyu president yuko si mtu wa kuchezewa kwa sababu ikiwa watu watafikiri watamshinda kura hivi hivi haitakuwa inawezekana. Lakini lazima kama 2002 watu wale wako katika upinzani wakae waulizane itaenda namna gani. what professor Kibwana says is true. Na hiyo mambo lazima muifikirie na mujipange, lakini wacha niwaambie ile tu ya ukweli kwamba sisi wanachama wa Wiper tumetangaza kwamba sisi tuko na kandidate anaitwa Dr Stephen Kalonzo. Mfanyabiashara huyo alisifiwa kwa jitihada zake za kutoa nafasi za ajira kwa vijana kupitia biashara tofauti. Michael Mtinda, runinga Citizen, Makweni.